ni wakati sasa wa Simba kuwa na uwanja wake mwenyewe. Ni maneno ya Ahmed Ali ambapo afisa habari na mawasiliano ya klabu ya Simba Sports Club ameweza, eh, ameweza kufunguka mambo mengi baada ya klabu hiyo kuweza kufungiwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na badala yake wakaamua kuweza kuchagua uwanja wa Meja, eh, General Isamuyo huku akidai kwamba hali ya kutangatanga kwenye viwanja vya watu kiukweli inachosha, mara KMC mara kwa Mkapa, kwa kweli sio nzuri maana pale Isamuyo, tunaweza tukaamka siku osa Wakuta wanapiga gwaride. Hata hivyo, hali hiyo inatufanya tufikirie mchakato wa kupata uwanja wa, wa watu wa kudumu, kwa maana nguo ya kuazima huwa haistiri e, mwili, akimaanisha kutegemea vitu vya kuazima si suluhu la muda mrefu. Ahmed Ali, meneja bali wa mawasiliano wa klabu ya Simba Sport klabu ambaye ameweza kufunguka baada ya kudai kwamba wao wamekuwa wakitangatanga tanga, na ni timu ambayo sio ya kutangatanga, ni timu ambayo inatakiwa iwe na kwake, yani nyumbani kwake, kama vilivyo vilabu vingine ambavyo kadhaa vina viwanja vyao, hivyo havitegemei uwanja wa Benjamin Mkapa, huku Simba na Yanga wakiwa wanagawana viwanja tofauti na ilivyokuwa kwa msimu uliopita, ambapo wote walitumia uwanja wa KMC, lakini kwa sasa kila moja akachagua uwanja wake, Yanga akielekea pale KMC, lakini Simba akachagua uwanja wa Meja General Isamuyo ambao huu uwanja unamilikiwa na JKT Tanzania, wakati KMC unamilikiwa na KMC FC hivyo. Eh, kwa mjibu wa Ahmed Ali anadai kwamba kitu chochote ambacho kinaweza cha kuazima huaga hakiwi kizuri. Kwa hiyo muda wote mwenye nacho anaweza kuja kukunyang'anya au akaweza kabadilisha matumizi kwa na matumizi mengine, akitolea mfano kwamba hata ule uwanja wa pale Isamuuyo tunaweza tukaamka siku tukakuta wanapiga gwaride, ikawa ni ngumu kwao kuweza kufanya mazoezi eza ya asubuhi au mazoezi muda wote, kwa kuwa uwanja ni wa kwao na wanaweza kufanya kitu chochote Kile hayo yote yametokea baada ya kupisha ukarabati mkubwa ambao unafanyika kwenye eneo la kuchezea maarufu kama pichi, kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo awali walichagua Simba na Yanga kuwa ndio uwanja wao wa nyumbani ndo uwanja wa nyumbani kwenye michuano ya ndani, lakini na michuano ya nje, lakini baadaye uwanja huo ukatakiwa kufungwa ili kupisha ukarabati mkubwa, hivyo na Simba na Yanga kuweza kuchagua viwanja vingine, huku timu ambazo zilikuwa anatumia uwanja huo ni mbili, Simba na Yanga, nao walikuwa wanatumia kutokana na uwanja huo kuwa na, na uwezo mkubwa wa kubeba mashabiki wengi. Hivyo viwanja vingine havina uwezo wa kubeba mashabiki wengi, hivyo wanakaamua kwenda kwenye viwanja hivyo ambavyo navyo vina uwezo wa kubeba mashabiki takribani elfu tatu na zaidi, lakini hawazidi elfu tano. Hivyo kwa kufanya hivyo, Simba wameweza kuchagua uwanja huo ambao kwanza, uwanja una sifa ya kuchezeka muda wowote, yani wanaweza kucheza usiku, lakini wanaweza kucheza hata kukiwa kweupe, yani mchana.